Karibu kwenye chaneli yetu. Leo nakuletea simulizi ya kweli kutoka kwa mwanamke mwenye umri wa miaka 58, na ni hadithi yenye mafunzo makubwa na ya kushangaza ambayo yeye mwenyewe ameshuhudia maishani mwake. nimeendelea kutumia mkojo wangu kumpikia mume wangu ili mwanaume au mwanamke yoyote asiweze kumdhuru hapa duniani, tena nimeendelea kutumia damu ya hedhi kuomba kwa ajili yake, ili aweze kufanikiwa na kuendelea kufanikiwa. Anasema mume wangu aliponioa sikuwa bikra, lakini tangu nizaliwe hakuna mwanaume yoyote aliyewahi kulala na mimi isipokuwa mume wangu hadi leo lakini yule mwanaume aliyenitoa bikra bado anaendelea kulala nami hadi sasa. Nikiona picha yake kokote, siwezi kumtambua, lakini kila anapokuwa karibu, huwa nasikia, na huwa anakuja kila ninapokuwa kwenye siku zangu. Wakati huo silali chumba kimoja na mume wangu. Mwanamke huyu anasema kuwa mwanaume huyu wa kiroho alianza kulala naye siku alipotimiza miaka kumi na nane. Wanaume wengi walimtamani, walitaka kumwoa lakini hakuwakubalia kwa sababu ya huyu mwanaume wa kiroho. Wakati mume wake halisi alipojitokeza, ndiyo huyu mwanaume wa kiroho akamwambia akubali na aolewe naye. Siku ya kwanza nilipokutana na mume wangu halisi hakuwa na chochote, alikuwa ni dereva taksi tu, maskini mchafu, na aliyeonekana duni. Siku hiyo aliponiambia ananipenda, nilikasirika sana, lakini usiku ule kitu cha ajabu kilitokea. Mwanamke huyu anasema mwanaume wake wa kiroho ambaye alianza kulala naye tangu alipokuwa na miaka kumi na nane alimtokea na akamwambia, yule dereva taksi ndiye mume wako wa hatima. Rudi kesho umwombe msamaha na ukubali ombi lake. Asubuhi iliyofuata alitii. Asubuhi iliyofuata alienda katika kituo kile alichokutana na yule dereva taksi, akamwona tena yule dereva, akamwomba msamaha, mwanaume akakubali, wakaingia kwenye mahusiano, na baada ya muda wakaoana. Familia na ndugu walishangaa, walijiuliza kwa nini alikubali kuolewa na maskini huyu wakati kuna wanaume matajiri na wenye nafasi walikuwa wanamfuata, lakini siri ilikuwa kwake na mwanaume wake wa kiroho pekee. Mume wake aliendelea kuishi kwenye nyumba ya baba yake kwa sababu hakuwa na uwezo wa kujenga. Wakati baba yake alipoaga dunia, familia nzima ilikusanyika michango ya mazishi kila ndugu wa kiume alitoa fedha nyingi, lakini mume wake hakuwa na chochote. Alikaa kimya, akionekana mdhaifu. Mwanamke huyu anasema, nilimwonea huruma. Alikuwa maskini sana, akifanya kazi za mikono kama kubeba kuni, kusomba chupa na hata kufagia maeneo ya stendi. Nililia sana, nikamwendea mume wangu wa kiroho nikamsii amsaidie mume wangu awe wa tajiri. Ndipo mwanaume huyu wa kiroho akamwambia siri kubwa: kila unapopata hedhi chukua damu yako kila siku ya kwanza ya mwezi na siku ya mwisho ya mwezi, paka damu hiyo kwenye paji la uso la mume wako na umwombee chochote, utakachotamka atakipata na kwa ulinzi utaendelea kumpikia kwa mkojo wako. Mwanamke akaanza kufanya hivyo kwa siri. Haikuwa muda, maisha ya mume wake yalibadilika, fedha zikaanza kumiminika, miradi ikaanza kufanikiwa, biashara zikachipuka. Kutoka kuwa dereva maskini akaanza kupanda hadhi na hatimaye akawa bilionea. Kaka zake waliokuwa mamilionea kabla yake walishangaa, huyu tumemdharau jana, leo ametuzidi vipi? Mume hakujua siri ya mafanikio yake, alimwona mke wake kama mwanamke wa maombi ya ajabu, mcha Mungu na mwenye neema kubwa ya kiroho. Waliendelea kuishi na kupata watoto kadhaa, wote sasa ni raia wa Marekani wakiishi maisha ya kifahari lakini mambo yalianza kubadilika pale alipofikisha miaka hamsini na mbili na kuacha kuona siku zake, alikoma hedhi. Kwa mara ya kwanza mume wake alianza kulalamika, mpenzi, mbona huombi tena kama zamani? Maisha yangu si mazuri tena kifedha, tafadhali endelea kuomba kama ulivyokuwa unafanya mwanzo. Mwanamke anasema Aliniona kama mwombaji wa maombi, lakini hakujua chanzo cha nguvu zangu kilikuwa ni damu ya hedhi. Bila damu, nguvu zile hazikuwepo tena. Hapo mume wake wa kiroho akamwambia, ili mali iendelee, lazima nilale na mume wako kupitia mwili wako. Baada ya hapo, mume wako atapumzika katika amani Akifa kwa njia za kawaida mali zake zote zitapotea na watoto wenu watashuka kutoka kwenye utajiri. Kwa ajili ya watoto na mali yao mwanamke alikubali. Siku moja usiku, mume wake alihisi jambo la ajabu, lakini hakuweza kulielezea. Mwanamke alijua mume wake alikuwa amelala na mwanaume wa kiroho bila kujua. Mwanamke huyu wa miaka hamsini na nane kwa sasa anasema, najua muda sio mrefu mume wangu ataondoka duniani, nitabaki peke yangu, mkiwa na utajiri uliofungwa na nguvu za kiroho. Watu wengi hawawezi kuamini, lakini wanawake wana nguvu kubwa kuliko wanaume kiroho. Ningependa kujua ni nini maoni yako kulingana na stori hii. Hem, tuandikie hapo chini kama unavyofahamu hii stori ni ya kweli kama nilivyosema hapo awali. Na pia ningependa kujua unatazama video hii kutoka wapi mahali gani popote pale duniani. Tuandike hapo chini jina lako na mahali unakotokea ili tuweze kusambaza upendo kwa kutaja jina katika video nyingine inayofuata. Usisahau kusubscribe kama bado haujasubscribe katika YouTube channel hii ili uweze kujipatia stori mbali mbalimbali halisi na za kweli zinazotokea kila siku ya maisha yetu. Asante sana kwa kutazama video hii, usiache kutazama video zingine na stori nyingine za nyuma zilizopita katika YouTube channel hii. Asante kwa heli, tukutane katika stori nyingine inayofuata.